Ndugu zangu tufanyeni kazi. Waganga sio, unaenda kwa mganga, namwambia mimi sina kazi, na wakati yeye mwenyewe hana kazi wala hana kampuni wala hana kiwanda. Ndugu yangu, wewe ni kuchukua hela yako na kuipeleka tu kwa mganga, tuwampelekea riski, si kwamba tuna hakuna. Ah, mganga hatakupatia kazi, labda uwe siku yako imefika iwe sababu, lakini mganga hana kazi wewe unapeleka tu pesa zako wewe, we unapeleka pesa zako kwa mganga. Cha kufanya ni tumia hela yako, fanya kazi, muombe Mungu na uwache hiyo tabia hiyo, maanake mganga mwenyewe ana watoto wake, wako hapo hawana kazi. Wewe unafikiri unaambia unataka kazi sasa, mm? Kama una akili sawa sawa, kama unafikiria kama mtu mzima Haiwezi hiyo, haiwezi bro. Fanya kazi, tafuta kazi, achana na mambo ya waganga.